Tumeanzia hapo ndio kiwe kianzio, na kama alivyozungumza mwenyekiti eh, Dr. Kasim wa aukafu Tanzania, sasa hivi tunafika takribani taasisi zinaendea mpaka wakati wa usajili zinafika ngapi? 54. Kuwepo kwa taasisi 54 ambazo zimekubali aukafu Tanzania ni dalili hicho, dada yetu, unachokitaka kinaenda kupatikana, lakini ni wakumbushe Waislamu wa Islamo, Tanzania katika mahala ambako tumepigwa ni kwenye jambo la wakfu. Zanzibar wana wakfu, kamisheni ya wakfu na mali ya amana ipo katika sheria, tena sheria yao imefanywa marekebisho mwaka 2023. Tanzania kuna, kwenye sheria za nchi hii kuna kamisheni ya wakfu toka mwaka sitini na tatu lakini waziri mwenye dhamana ya kuchagua eh, wale watakaosimamia kamisheni hiyo makamishna wa kamisheni hiyo hajawahi kuteua hata kamishna mmoja. Mimi nadhani pa kuanzia ilikuwa hapo. Serikali hii ni sikivu, tuidai sasa, kama wakfu commission ipo kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa nini haitekelezwi? Wanajua tukisimama na wakfu hawatotushinda. Mashule, vyuo, vyombo vya habari, mahospitali yatajengwa. Kwa hivyo tuna tatizo hapa ambalo tumeliacha Waislamu, tuungane. Mimi naomba tuungane Waislamu kwenye kudai hiyo kamisheni ya wakfu, sasa ianze kufanya kazi. Aukafu Tanzania ipo kwa hivyo moja ya jambo la kusukumwa na hayatul ulama sijui BAKWATA basuta tampro taasisi zote ikibidi liitwe kongamano lizungumzie suala la kuwekwa active kwa sheria ile ya, ya, ya, ya, nini, ya kamisheni ya wakfu Tanzania bara. Kwa nini iruhusiwe Zanzibar huku hairuhusiwi? Mimi nadhani tatizo liko hapo, lakini tuanzie na Lakin, aukafu Tanzania. Mwenyezi Mungu hawapi nguvu viongozi hawa, na dhamiri imetolewa na mwenyekiti basi, tujue kwamba angalau kuna ambrela moja inayokusanya hizi aukafu zote, mengine tupambane kuipata kamisheni ya wakfu Tanzania. Vinginevyo hapa ilipo hii aukafu haina mashiko ya kisheria zaidi ya kusajiliwa tu kule Wizara ya Mambo ya Ndani na pale RITA, lakini sheria inayoitambua ipo na haifanyi kazi. Salamualeikum. Uh, uh, kwa oh, no, uh, kama alivyozungumza Sheikh Isa hapo sawa. Ukhti yani, swala uh, lako uliuliza uh, tuungane, lakini tukiangalia kwenye historia, mimi naona wanawake, kila mtu alikuwa anajitolea mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu aanze na nafsi yake mpaka itakapokuwa yu, hiyo uh, jumuiya ishaanza, alafu yani kila mwenye uwezo. Hata historia yote kila mtu alikuwa anatoa wakfi yake mwenyewe. Kwa hiyo nadhani hivyo tutasaidia jamii zaidi kuliko kusubiri mpaka wote tuungane. Mimi nashauri yani, hata kwa mi mwenyewe nitasema ngoja mimi nitatoa wakfi yangu mwenyewe na nitafanya kitu kwa ajili ya umma bila kusubiri inshallah. Na itakapokuwa hiyo iko tayari inshallah, ya watu wote, waislamu wote, inshallah tutakuwa tutaungana nao inshallah, shukran.